Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tuangalie jinsi serikali ya Kenya inafanya juhudi kuendeleza lugha ya Kiswahili. Kwanza, kuna vipindi vingi vya runinga na redio vinavyohimiza matumizi ya Kiswahili sanifu. Ili Kiswahili kimefanywa kama lugha rasmi mbali na kuwa lugha ya taifa. Tatu, Kiswahili kinafundishwa kama somo la lazima katika shule zote za msingi na za upili. Nne, Kiswahili kinafundishwa kama mojawapo ya masomo katika vyuo vikuu na vya anuai. Tano, ni kuandaliwa kwa semina na washa nyingi za kitaifa wanaoshughulikia lugha ya Kiswahili. Kiswahili inatumika kurushia matangazo katika vyombo vya habari na kuna makala na vitabu vingi vya Kiswahili vinavyochapishwa. Vilevile serikali imeandika katiba kwa lugha ya Kiswahili na tunaona kuwa vilevile vile Kiswahili inatumika katika sehemu rasmi kama vile mahakamani. Tafadhali niandikie maoni pale chini. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.